Uh, shukrani sana kwa sisi kama Kagera Sugar tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tunajua Simba ni moja ya timu kubwa kwa Ligi Kuu NBC, lakini na sisi tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kuonesha upinzani kwa ajili ya mchezo wa kesho. Sawa. Maswali kwa mwalimu Mnazungumza nini na wachezaji kupata morali zaidi kuelekea kucheza, kwa tayari wameshashuka daraja kabisa? Okay, nashukuru Mtanange kucheza na uh, okay, uh, Simba tayari ni motisha kwa mchezaji yoyote ambaye anacheza Ligi Kuu Tanzania Bara. Sisi motisha kubwa tulitumia kwenye mchezo wa uh, Namungo kama mliangalia gemu ya Namungo, the way ambavyo tulivyocheza, ile ndio gemu ambayo tulitumia kwa ajili ya motisha. Kwa hiyo kuja kucheza na Simba inakuwa hautumii nguvu kubwa sana kwa motivate wachezaji, kwa sababu kucheza na Simba ni tayari inakuwa ni motisha kwa mchezaji, ni safari zaa ni kweli tulicheza na Azam tukapoteza moja bila, tukacheza na Yanga tukapoteza nne, then tunakutana na Simba. Simba tulicheza naye mechi ya kwanza tukiwa nyumbani Kagera tukatoka tano mbili, kwa obvious, unaona kuna room ya sisi kuweza kumfunga Simba ya goli lolote, kwa tutarajie goli linaweza likapatikana. Swali la tatu na la mwisho. Benja, uh, kama nilivyosema awali cheza na Simba tayari unakuwa una motisha. Na sisi japo tumeshuka daraja lakini ni moja ya timu ambayo ukiangalia katika katika timu zote ambazo zinashiriki ligi kuu msimu huu ni sisi Yanga na Simba nadhani na Azam ndio tuko ligi kuu kwa muda mrefu zaidi ya miaka kumi na tano kwao, ni lazima tutahitaji kutoka kwa heshima, tutokubali tu kutoka ki bila heshima. Kwa hiyo tutatoka kwa heshima.

pengine baada ya timu kushuka daraja, benchi la ufundi na wachezaji haikuwavunja moyo kiasi cha kufanya kwamba mechi zilizosalia, tunaweza kucheza tu kwa ajili ya kukamilisha ratiba, na safari yetu imeisha, tunakwenda kujianga na chapui. Sawa, nashukuru hayo. Uh, ni kweli usipofikisha malengo lazima utaumia. Katika mechi ambazo zilitumiza ni zile ambazo zilikuwa za kuelekea kwenye kujitoa kwenye danger zone kwenda kwenye playoff, bahati mbaya zote tulipoteza malengo kole ya kutimia. Lakini kwa sasa hizi mechi tunazitumia pia katika kuchukua vijana wetu wa under 20 tunawatumia kwa ajili ya kuanza maandalizi yetu ya championship. Kwa hiyo usitarajie kwamba tutacheza azifu, kwamba hatuna chochote ambacho tuna kihitaji.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 Labda hali ya kikosi mchezo licha ya kuwa yote kupata matokeo namna yote, kimsingi tushashuka, tushashuka, lakini kama wachezaji bado kuendelea kulinda brandi zetu, umeona. Kwa hiyo wote tuna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 Kwanza kushuka sio kwamba timu ni mbovu, simenifahamu eh? Kwa hiyo mimi nachokiona, wana Kagera wategemee tu mpira mzuri siku ya kesho, umeona eh? Kwa sababu wanajua tumeshuka, lakini kazi kubwa tumefanya, na ndio maana wanaita ushindani. Kwa ushindani lazima kuna mtu atashinda, kuna mtu atashindwa. Kwa hiyo hiyo, si imetukuta kwenye kushindwa, lakini sio kama sisi ni wabovu. Tuacheza mpira mzuri, naamini siku ya kesho wategemee mpira mzuri yeah.